Wito huo umetolewa na Catherine Mlaponi, mkufunzi wa Chuo cha Maendeleo ya Jamii Uyole, ambaye pia ni mratibu wa Dawati la Jinsia, wakati wa mdahalo maalum wa maadhimisho ya Siku ya Mtoto wa Afrika uliofanyika chuoni hapo. wazazi au walezi kuhakikisha watoto wote wanapata mahitaji yao ya msingi bila kubaguliwa jinsia zao. wazazi au walezi kuacha tabia ya kuwashawishi watoto wao kufanya vibaya mitihani yao ili wasiendelee na masomo, kwani serikali imetumia rasilimali nyingi kuhakikisha watoto wote wanasoma. Kauli mbiu ya siku ya mtoto wa Afrika 2025, naomba nitamke tena, inasema haki za mtoto, tulipotoka tulipo na tuendapo. Na ninaomba tutafakari kwa pamoja, nikisema haki za mtoto tunaitikia wote, tunasema: tulipotoka tulipo na tuendapo. Haki za mtoto, tulipotoka kwa hiyo kauli mbiu hii inatutaka tutafakari mambo yafuatayo: cha kwanza, utafakari upatikanaji wa haki za mtoto tangu zilipoainishwa katika sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008. Kwa upande wake, Mkuu wa Chuo hicho Bwana Silivesta Mwambene amesema mdahalo huo umetumika kama jukwaa la kutolea elimu kwa vijana kuhusu haki za watoto pamoja na kuwajengea uwezo wa kupinga ukatili katika jamii zao na tumeongelea mambo mengi kuhusu ukatili na namna gani tufanye, lakini tumejikita sana namna ya kujua mtoto wa Afrika na namna ya kumlinda, kumlea na kumkuza katika maadili ambayo yanaweza kumfanya aijue Afrika kwa ujumla, lakini za yoyote aweze kujua mpaka pale ambapo tumehakisha kwamba usalama wake upo na ndio maana mdahalo wa leo unaona kabisa kwamba tumeongelea sana zaidi zaidi ukatili unaofanyika majumbani na ukafanyika kazini. Nao baadhi ya washiriki wa, wa mdahalo huo wakiwemo wanafunzi wamesema wamepata uelewa mpana kuhusu madhara ya ukatili dhidi ya watoto na wameahidi kuwa sehemu ya kupinga vitendo hivyo. Pia inaweza ikanisaidia huko mbeleni, nikienda hata nikiwa kwenye ajira itanisaidia jinsi ya kuzuia ukatili wa kijinsia pia na ukatili kwa watoto jinsi gani naweza kuzuia. Mtoto ndiyo chimbuko la kila kitu hapa duniani. Kuna baadhi ya jamii hawajui umuhimu wa haki au hawazifahamu hizo haki. Kwa hiyo tusaidie kutoa elimu kwa jamii ili waweze kuzitambua hizo haki na waweze kuzilinda. Maadhimisho ya Siku ya Mtoto wa Afrika hufanyika kila mwaka tarehe kumi na sita Juni yakilenga kuhamasisha ulinzi na ustawi wa haki za watoto barani Afrika sambamba na kutathmini hatua zilizofikiwa katika kuhakikisha maisha bora kwa mtoto wa Afrika. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.